Unakuta mtoto wa umri wa miaka mitatu minne anakuuliza maswali kama, huna subira, unaweza ukakasirika. Lakini kama ni mzazi, kama umeamua kuwa baba, kuwa mama, inabidi uwe na subira sana, kwa sababu umri hule ndio umri wake wa kudadisi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi rahmani rahim Napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupa nafasi nyingine tena kuwa pamoja katika mlolongo wa vipindi hivi vya malezi ya watoto. Na leo siku nyingine tena na muda mwingine, tuko pamoja ili kuendelea kujifunza pamoja kuhusiana na malezi ya watoto. Sasa leo hii niende moja kwa moja kwenye mada ambayo tumeiandaa, inahusiana na malezi ya uchamungu. Tunaambiwa kwamba malezi bora ni yale malezi yanayohusu uchamungu, kwa sababu Mwenyezi Mungu ndio aliyetuumba. Katika itikadi zetu sisi za dini yetu tukufu inatuambia kwamba Mwenyezi Mungu yeye ndio aliyetuumba, na sio sisi tu bali, yeye ndio muumba wa kila kitu katika ulimwengu huu. Kwa hiyo sisi hatuna budi kulelewa au kulea watoto wetu kwenye njia ya uchamungu, kwa sababu lengo kuu kabisa la ku umbwa sisi ni kumcha yeye pekee. Kwa hiyo hatuna budi sisi kuwalea watoto wetu kwenye uchamungu na vile vile sisi wenyewe kujituma, ili kuweza kuwa wachamungu. Yaani tulee watoto kiasi cha kwamba mtoto ajue mimi ninabidi kumwabudu Mwenyezi Mungu tu, na mambo yake yote anayafanya, lakini akimkumbuka Mwenyezi Mungu, ina maana huo ndo uchamungu. Vile vile tunaambiwa mtoto katika umri wa chini ya miaka saba ana mahitaji makuu kama matano au sita ambayo anayahitaji. Jambo la kwanza tunaambiwa, hamu ya kupata usalama wa kisaikolojia, yaani mtoto katika umri wa miaka chini ya saba, kuanzia sifuri mpaka miaka saba ana hamu au ana shauku ya kuweza kupata usalama wa kisaikolojia na kiakili. Hapendi kuwa na mashaka mashaka au wasiwasi hofu katika saikolojia saikolojia yake. Lakini jambo jingine, hamu ya kuji, ya kuweza kujitegemea. Mtoto anapenda kujitegemea, yaani hata mtoto wa miaka mitatu minne, hata miwili, sa nyingine wewe kwa mfano mama, umeandaa chakula unataka kumlisha mtoto lakini unaona anakwambia mama, nipe kijiko mwenyewe au niachie mwenyewe nile, naweza kula. Ina maana anaonyesha kabisa ile shauku yake ya kwamba mimi naweza kujitegemea. Na sio tu hilo lakini pia katika mambo mengine tofauti, unataka kumvalisha nguo mtoto anakwambia mama, mimi naweza kuvaa, nipe mwenyewe nivae. Yani hiyo ni ndio maumbile ya mwanadamu, yaani kila mwanadamu yuko namna hii, anapenda kujitegemea. Lakini jambo jingine la tatu, hamu ya kucheza. Mtoto katika umri kuanzia sifuri mpaka miaka saba ana hamu au na hitaji la muhimu kabisa katika maisha yake, kuweza kucheza. Yaani muda mwingi wa siku anatumia katika kucheza, yaani mpaka anapoenda kulala, ina maana anaamka anacheza, mpaka analala anacheza, na muda mwingine mpaka kwenye usingizi unaweza kuona mtoto anashtuka, anakwambia, anaongea maneno ya kucheza, kwa sababu hilo ni hitaji lake kubwa kabisa katika umri ule. Lakini jambo la nne ni hamu ya kupendwa au hitaji la kupendwa. Mtoto katika umri huu anahitaji sana mapenzi, lakini mapenzi haya hasa yakitoka kwa wazazi wake baba na mama yake. Endapo mtoto ataona mapenzi kwa wazazi wake, basi hii itamjenga vizuri sana katika ukuaji wake, hasa kisaikolojia na kimakuzi. Ina maana mapenzi, nakumbusha sana sana kwa wazazi, baba na mama, inabidi tuzingatie sana mapenzi kwa watoto wetu, kwa sababu hili ni hitaji lao kubwa sana katika umri huu lakini vile vile jambo la tano ni hamu ya ufalme, yaani mtoto anapenda kuwa kama yeye ni mfalme, kama tunaona zile tabia za wafalme. Anataka kusema kwamba kauli ni kauli yangu, nikisema hivi nimesema. Sometimes unaweza kuona mtoto anakwambia, mimi sitaki kwenda huku, nisitaki leo kuvaa nguo hii, sitaki hicho chakula. Ina maana hii hey, iko katika maumbile yake, huenda hata yeye mwenyewe hajui anataka nini lakini kwa sababu iko maumbi, katika maumbile yake anatamka na anapenda kitu kile kweli kitokee. Lakini jambo lengine tunaambiwa ni hamu ya udadisi. Mtoto katika umri huu anakuwa na udadisi sana. Unakuta mtoto wa umri wa miaka mitatu minne anakuuliza maswali, kama huna subira unaweza ukakasirika lakini kama ni mzazi kama umeamua kuwa baba kuwa mama, inabidi uwe na subira sana, kwa sababu umri hule ndo umri wake wa kudadisi sana. Ukienda sehemu, anakuuliza mama, hii ni nini? Mama, yule ni nani? Unaweza kusema kwamba mbona hichi kitu kila siku anakiona na anakijua, lakini kwa nini ananiuliza? Hiyo ni ipo katika maumbile yake, na yeye mwenyewe ni automatic inakuja katika akili na mdomo wake kuweza kuuliza, kuweza kudadisi. Au sometimes unaweza kuona mtoto unamnunulia kitu cha kuchezea toys, ameishika siku moja, na unaweza ukawa umenunua hata kwa bei kubwa, siku moja ameishika lakini ameshaifungua ndani, amesha haribu, ame... anataka kujua mule ndani ya kile kitu, mule ndani ya gari au ndani ya bastola kuna nini, anadadisi. Je, hapa ndani kumewekwa kitu gani? mbona hii inatoa sauti mbona hii inalia hivi? Kuna nini? Hiyo ni ile asili au yale maumbile yake ya udadisi ambayo Mwenyezi Mungu amemuumba na ndio maana inampelekea kufanya kitu kile. Kwa hiyo, wazazi inabidi sana tuwe kwenye, tuwe na subira katika umri huu katika mambo haya ambayo mtoto anayafanya kwa sababu ni mambo ya kawaida sana na ni mambo ya kimaumbile ambayo mtoto anayafanya na ni vizuri sana kwa sababu inaonyesha kwamba huu ndo utu wa huyu mtoto na baadaye yanapita, na akikua zaidi kutakuja hatua nyingine za kimalezi, tukiacha hii. Kwa hiyo, na leo pia napenda kufikia hapa tu, na tutaendelea tena na mlolongo wa vipindi hivi katika kipindi kijacho insha Allah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.